Miaka kumi iliyopita, hili tatizo halikuwa nayo, isingekuwa hata sehemu ya story sahihi, kabisa. Lakini ukweli ni kwamba habari za uzushi au taarifa feki sio mpya, zipo tangu kipindi cha analogi. Na inawezekana watu walikuwa wanakutana kwenye bao wanadanganyana wanakutana, wanakutana kuna mtu mmoja wanamwamini sana anawapiga pale mafamba anawadanganya watu, lakini ujio wa mtandao ulichofanya sasa hao watu wenye nia mbaya wamepata platform. Unajua, mtu anaweza kuchapisha habari saa hizi kwa sababu ya uhuru na na teknolojia. Kwa hiyo ndio maana tunaanza kuziona nyingi sana, kwa nyingine zinaweza a, zinatoka ndani ya nchi, lakini nyingine zinatoka nje, kwa sababu mtandao ni mpana, pia zikatufikia sisi. Kwa hiyo tatizo limezidi kuongezeka, hasa hii miaka mitano iliyopita ambapo pia tunaona pia na watumiaji wa internet wanaongezeka na na kwa mjibu wa wa kituo cha African Center for Strategic Studies mm -hmm. Mwaka jana walichapisha utafiti, wanasema kwamba kiwango cha habari potoshe au taarifa feki e, zimeongezeka mara nne kutoka zilivyokuwa mwaka 2022 Afrika, sio Afrika mm -hmm. na Tanzania ikiwepo na tumeanza kuona zimeanza kuongezeka pia kuelekea uchaguzi, ambazo ni propaganda, lakini nyingine ni feki tu. Watu wanatumia picha za mwaka elfu mbili kumi na tano mm kusema ndio. Sasa hiyo pia ni taarifa potosha, kwa sababu unajaribu kuaminisha watu kwamba hiki unachokiona ni saizi, kumbe ni cha mwaka fulani. Lakini tunaona watu wanatumia akili unde, akili mnemba kutengeneza mauzui, wakiaminisha watu kwamba hiki kitu kinaendelea saizi. Hii yote kama hivyo, haya mauzui feki yanayozalishwa na akili mnemba hayakuwepo miaka hiyo.